Shamba imeanzia hapa. Ikoni ya kwanza ni ikoni ya kwanza ni ile hai kokoto, unaona hapa. Hapa matirio nilikuwa nimepatia huyu rafiki yangu mm. amwaga matirio, sababu angepata pale pengine pa kumwaga isipokuwa hapa, au kumwaga matirio. Akimaliza ataondoa tu, sasa inafika mpaka pale mm. Mm. Usema kweli, kuna kitu sielewi mimi. Kuna kitu sielewi mimi. Kuna kitu sielewi mimi na mniambie. Kuna kitu sielewi mimi. maa Hello guys, what's up my good people? It's your boy Binai. Welcome to the Binai. <laughs> Eh, watu wangu, kwanza kabisa, tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha siku ya leo na kuweza kupatana tena kwa pamoja. Eh, na cha muhimu sana ni mambo yaendelee sawa. Eh, yasipoendelea sawa, eh, nadhani tutakuwa, tuta, sisi wote tutakuwa sawa. Na hapa tuko na watu wote nadhani watu wanawajua, lakini wataweza pia kujintroduce bado. Kuna huyu jamaa hapa, najua watu wanajiuliza tuko na nani hapa tutaweza kumpea nafasi aweze kutuelezea ni nani e, na amefika hapa aje. Hapa tuko na daktari, tuko na mzee Jeff, tuko na mama Anne, tuko na Madhe, anaitwa Anne, mimi nasema mama Anne. Pole Madhe, uko aje? Niko salama, nashukuru Mungu. Uko poa? Niko poa kabisa, asante. Daktari uko aje? E, niko mzima e. E, nashukuru kwa kupatana tena kwa mara nyingine, mm. Lakini naamini kila kitu iko sawa? Ndio, asante. Mzee uko aje? Niko salama kabisa, mm. E, kutoka kazi tuliwachana na na nyinyi, mimi niko salama, Mungu ameniweka hai. Asante. Eh, bro aje? mimi niko salama kabisa hmm. E, nimekuja kutoka UK kutoka kazi hmm. Nimesikia ndugu yangu alinunua shamba na ilikuwa na kesi sasa, na nimekuja kusolve hiyo kesi. Unaitwa nani please? Kwa majina naitwa Yano. Yano. E. So, ndo ulikuwa mnunuzi wa shamba sindio? Ulikuwa mnunuzi wa shamba umetoka umepata hizi ndio e, nifusea mm, shamba eh, nimepata issue za shamba. Ndugu yangu akaniambia alinunua shamba na kuna vile iko na case, so ndio nimekuja kumalizana nayo mm, alafu immediately nirudi kazi mm. Ndugu yake ako wapi? Kwa, kwa sababu nimempigia simu yangu ajachwa, ajapokea. Ndugu yangu aliniambia ni kama inamlemea mm. Sasa ndio maana ilibidi nimekuja tu immediately, lakini angekuwa hapa ama ako mbali kabisa eh, kwa ayuko alitoka mm. Saa ilibidi vile nilikuja nimepata ametoka ame travel kidogo mm. Na sasa mimi singe mfike tena, lazima nimalize ndio niondoke, so ni kumaliza huyo malizo hii maneno urudi nini kazini, nirudi kazini tena, okay. Yeah. Yeah. So guys, hapa hivi tuko, umesema jina nani? Naitwa Iano. Iano. So guys hapa tuko na Iano. Iano ndio alikuwa mnunuzi wa shamba ambaye alitumwa na brother yake na amenipigia simu kupitia Iano, ndio alikupea namba yangu, si ndio? Eh. yeah. Nani? Oh, ndugu yangu. Yeah. Ndio alikupea namba yangu. Eh, eh ndio alimpea namba yangu, amenipigia simu na tukaweza kuzungumza na yeye leo, akaniambia E, mi Binai e, nimepewa namba na bradha yangu, na mii ndo nilikuwa mnunuzi wa shamba, nimetoka UK, nilikuwa napenda tupatane lakini pia hivyo nikatafutana na maadhe pia akaweza kunipea sikio, nikatafutana na daktari, tumetafutana na mzee Jeff, tuko hapa kwa pamoja, tunataka tumalize hii maneno kwa amani, ili tuweze kujua mambo inaenda namna gani, kila mtu apate haki yake. Haitakuwa vizuri kila mmoja aenda akilia mwingine aenda akiwa na furaha, so tumeona ni vizuri sana tupatane kwa pamoja tena, ili tuweze kuzungumza kidogo, na hapa mali tuko E, najua watu wanajiuliza hapa tuko wapi. Tumeletwa na mzee afta tumekuwa na, na mazungumzo kidogo mahali, tumekuwa tukaletwa hapa na mzee akatuambia tufike hapa, na hapa ndo maeneo ya Keno e, kwa ile shamba yenye ilikuwa imeuzwa kama imepeana title deed kwa maadhe e, nadhani maadhe amekuja nayo pia. Maadhe umetumia hekima sana, nimekuja <laughs> nayo, so hii ndio title deed ile ya Keno ambayo ilikuwa imeuzwa nkina mzaee wakarudisha pesa kwa maadhe e, na kuna wenyemada, kuna uamuzi wenye maadae amechukua, ambayo nitampea nini nafasi aweze kutuambia ni uamuzi gani. Alafu mzae pia ametuleta hapa akisema kwamba shamba yenyewe iko hapa, tunataka aweze kuonyeshana, aonyeshe shamba ndio hii. Naaonyeshane boss, shamba ndiyo hii ili tuweze kujua tunamaliza namna gani hii maneno. Lakini kwanza kabisa nitapea daktari nafasi ili aweze kuzungumza kidogo ndio turudi kwa maada aweze kutuambia maoni yake ni gani eh. Kwanza kabisa, hmm. nashukuru tena kwa kupatana hmm. Eh, unajua mimi huwa naona mbele kabla nifanye kitu huwa hmm. kwanza napiga darubini hmm. naona mbele hmm. na mimi huwa sipendi kuona mtu akinyanyaswa hmm. na hata kesi ya huyu kijana ambayo inaendelea ya shamba mm, mimi nilijua hii mambo yote itakuja kutendeka, mm. na nilikuwa naona mioyo ya hao watu hata mm. nikisema warudishe pesa na wachukue na title kwa mm. eh, sababu unajua hiyo pesa wangepewa hiyo mm. pesa wangetoroka nayo sababu unajua pesa hiyo ambayo ilikuwa imebaki ni pesa ambayo wangepewa, waliuza shamba mama huyu wa mjui na mzee. Mimi nilitaka nikupea adabu kidogo, ili ujifunze ku, uone kukula cha mtu vile ni uchungu e. usifurahia kukula kitu ya mutu kwa jasho ambaye sio yako mm. Mi nilitaka tu nikupea adabu kidogo ili ujifunze siku ingine ujue kweli kuheshimu kitu ya mutu mm. ni mzuri mm. Na hii mambo yote ikitendeka, nilikuwa nimeona na hiyo uamuzi ambaye nilikuwa nimetoa kwamba hawa warudishe pesa mm. E, ilikuwa uamuzi ambaye nilikuwa nimeona ndani mm. Na ndio maana nikasema hivyo, sababu hiyo pesa mm. e, hao wangepewa ingeleta kesi tena, ingekuja ikuwe kesi na, lakini nashukuru leo naona kila kitu mm. iko sawa mm. hata huyu kijana vile amefika hivi mm. ya nimeona ni kijana mzuri mm. ni kijana wa bidii, nashukuru sana baba mm. jitume sana huko penye huko mm. na maisha yako utafanikiwa e, tia <coughs> bidii kabisa, asante mm. so, hebu tuambie maoni yako sasa, wewe. Naona umekuja na unataka, ume kurudisha mzee au <laughs> unataka kunipea mimi hapana? uh, uh, kitu yeah. uh, cha kwanza na cha muhimu nashukuru sana kwa sababu ya kukuwa pamoja nami wakati wa shinda na wakati huu mm. uko pamoja na mimi yeah. na pia kuniletea daktari, Mungu awabariki daktari, umenifanyia yeah. kazi mzuri yeah na kwa vile nimeona nimesumbuka sana katika hiyo hali hmm. Na nimepitizwa mambo ambao, si, si ngeweza kuona kama itakuwa sawa hmm. Na imekuwa sawa na kwa ajili ya Mungu hmm. Na mimi naogopa Mungu so, mimi siwezi taka kula kitu ya wenyewe ya haramu. Ni vizuri tuongele mambo vile nitaruliza, yani hata kama hiyo shamba ni ile pesa, kuna balance ilikuwa ya milioni moja hmm. E, hmm. Afadhali tu nirejesewe hizo pesa alafu iweze kuwa Tume, tumemalizana hivyo mimi naomba hivyo, hiyo huyu jamaa kama mwanadamu ama mtu ambaye anamwogopa Mungu mm. si vizuri kupitisa mtu mwingine. Yeah. Unajua matendo ambayo tunatenda mm. inafanya Mungu akasirike mm. So unaweza funga baraka zako mm. kwa sababu ya mtu mm. So mimi hata naona vitu zote ambao hata kuna mali na nikanini, yule mtoto wangu mwenye mama yake alikufa mm. Kuna, kuna, kuna mali ambao alipewa na ule kijana wake iko na Simon, Simon, ah, Simon. Yeah. Isikia akisema kwamba kuna mali mingi ametumia kwa kanini miaka sita. Yeah, miaka sita. Hata huyo naona tutamuita tu Binai. Mm. Utaniacha. Mm. Tutafika mpaka mwisho, mimi vitu sitaki kitu ya mwenye, ya mtu. Mm. Mimi nataka kitu ambayo ni yangu na ni ya haki. Mm. Kwa hiyo mimi sikulangi vitu za wenyewe, hata huyo bwana kanini lazima tujue ni aje na tutamuita pia hata yeye vitu zake, mm. Tuweze kurudisha Mm. E, na mimi nimeamua. Kwa hivyo uko tayari kumrudisha leo leo, tumuite leo? Tunaweza muita. Okay. Ya, kiwezekana tunaweza muita. Mimi ataniendea kwa nyumba nikiwa hata vile tuliachana last time. Wakati tulikuwa tunaongea mambo ya, ya hizo mali nisikia kwa moyo wangu hata usiku sikulala. Nikaona ni vizuri vitu za yenyewe nirudishe because Mungu amenaendelea kunibariki, nisifunge baraka zangu. Asante yeah, sana mama. Mama umefanya jambo la busara yeah, na mimi nakupea pongezi yeah. Ya, unajua si vizuri kukuwa natamao na tamaa na wewe umefanya vizuri e, kama umeamua kuchukua hiyo pesa ambayo ilikuwa imebaki, sababu unajua hii ni yako, mm. ni yako ni pesa yako mm. na, mm. mm. yeah. mm. yeah. yeah. mm. Ndio sasa mzae nataka nikuulize wewe kama uko sawa kulingana na madada amesema, madada amesema kwamba eh, ni 2 milioni mlikuwa mmepewa, si ndio? ya shamba si ndio? na kama mmepewa 2 milioni, yeye anataka ile balance yenye ilibaki, ilikuwa ni 3 milioni yenye kwamba mmeuza shamba, si ndio? anataka ile balance yenye ilikuwa imebaki ya 1 milioni apewe yeye, na kwa tayari kupeana shamba kulikuwa kweka kwa shida yenye alikuwa amekuweka pale Kirinyaga. Mimi mimi hata kitu ya kwanza nikumshukuru sana, hmm. sababu kitambo tufike hapa tumeng'ang'anana Tukita, tukiwa na ujanja ingine ya kutaka kufanya nini kumnyanganya. mm. na mimi kitu ya kwanza ni kusema pole anisamehe. mm. na kwa sababu ya hiyo nimeshukuru sana. mm. na Mungu ambariki nimeona, mm. Mungu amemguza bali, e, kwa hiyo huruma. mm. na naomba tu kwa maisha yake anisamehe, hakuna mm. mtu akosangi mm. naikwenye ulimwengu Mungu kulingana na venye alitumba alitumba tukiwa watu wa kukosa wakususamehewa wakuwa kujitakasa saa zingine hmm. Kwa hivyo sisi kama si mbovo za Shetani hmm. hatungekuwa na hizi shida zote hmm. E, kwa hivyo na nimeshukuru sana kwa kunisamehe na kunihurumia, juu ningeumia zaidi. Okay, madhe, uko na kitu ya kuambia mzee? Okay. Nataka kumwambia habari mm, ya leo mm. Nataka kumwambia hata majina yenye bado oh. E, majina imeandikwa kwa mzee, itaweza kubadilisha. Mimi niko tayari, eh, niko tayari mm, kulingana na venye madhi, hata kama ingekuwa ni madhi ningeenda nimbadilishe juu ni kweli, mi, ni, ile kipesa kidogo alikuwa ananitumia mm. Nilikuwa na changachanga nikanunua mm. Na kwa sababu ya vile ilikuwa ilikuja daktari akaona nimurudishie mpaka ile ile nimenunua na haki yangu aina shida mm. Wacha ni murudi mm. Na mimi nitasimamia kila kitu kwenda kufanya kubadilisha nitafanya mm. Mm, ndio itoke kwa jina yangu Amnaya. Ndio, ndio, amejaanza kufanya hiyo process ya kurudisha, anza kufanya transfer. Lazima ni transfer hii kutoka kwangu iende kwa jina ya mwenyewe, na ndio naye huyu na ndugu yake wasione kama nilikuwa nawadanganya, ama nilikuwa nawakon. Ni jambo tu lilikuja hapa katikati, ndi ikakuwa ni kama nimewako, lakini mimi sikuwa nimewako. Ni hata nimwonyeshe ndugu yake Taito, ndio ile na iko na jina yangu, hata kama ilikuwa photocopy lakini ndio waweze kuwa kuona ni kweli, mi nilikuwa na ukweli, mi sikuwa nataka kuwa koni. Lakini shukurani kubwa sana kwa mabibi yangu sababu Anani. Na kwa mshukuru sana juu hata maadae aliniguzia akiniambia kwamba pesa pesa yenye nakudai, ni pesa mingi sana. Mzali niguzia akiniambia kwamba pesa yenye nakudai yenye amekuwa kikupea hata hata kando. Not less than 5 million. Five million. Yeah, ni mingi sana. Hiyo hiyo nataja nataja tu. Hiyo nataja tu, hmm. Ni mingi sana. Hmm. Anasema akisema anataka kudai hiyo pesa yenye yenye nakudai yote hutaweza kulipa. Ni mingi, ni mingi yenye ananitumia. Kando na vitu yenye limrudishia bado pesa nakudai anasema n ananitumiaga anatunitumiaga ni nilisaidia nayo lakini kwa ile roho nilikuwa nayo ndani yangu mm. Ilimfanya akuwe ku, uh, na nini na roho hiyo ya kutaka kunidai, lakini uh, ni vizuri venye amenihurumia mm. mm. So bro utapata, wewe ni nafasi yako mm. Na mzae nadhani ni nafasi, sasa utuonyeshe mali mali nini iko, hiyo shamba iko, mimi ndio nilisema tukuje hapa mm. ndio na ungekuja na brada yako ingekuwa mm. rahisi kwa sababu utakuwa around hiyo mm. ndo angejua hata mali kitu iko, ama mtarudi kabla uja, ujaenda utarudi na yeye hapo mwonyeshe kabla sijarudi. mm. Itabidi nitakuja na my lawyer mm. na ndugu yangu oh, mm. so tukifanya transfer my lawyer mm. atakuwa hapo transfer itakuwa mm. tu rahisi mm -hmm. E, cha muhimu nilikuwa nataka kujua hiyo pesa mm. kama unajua kama ilikuwa ni nilikuwa na kesi, ningepigia loya wangu waingie nikiwa huku leo so that tujue vile itaenda, lakini kwa sahii juu nimesikia haina shida hata na expect. Sasa tutaenda vizuri. My loya ntampigia, ntakuja, ntaonyesha shamba wakiwa na ndugu yangu, so siku ya transfer wafanye transfer. Ndio sasa nikirudi huko kazi, najua mambo inaendelea vizuri huko, na sasa hiyo balance ya milioni unapea sasa Maadeli ni kwa sababu hiyo utalipa sasa, huyu ndo anakuuzia shamba, sio huyo, najua huku, unajua huyu bradha wako, na, na, najua huyu Eh, lakini eh, sasa wawe saa hizi una deal na huyu sio huyo eh, eh. Sasa hiyo balance yenye mbaki milioni moja utapea Madeline pesa kabisa haina shida kabisa. Hmm. Ni ile sijabeba checkbook yangu. Hmm. Nikitoka tu hapa. Hmm. Ntawatumia check. Uh -huh. E, nikitoka tu hapa ntawafuadia check ukimalizana. Uh -huh. E. So, na hiyo ndio sasa madae ataweza kutransfer, ataweza kuhandover hizi nizi Ee, saa hii awezi kupea kwa sababu amjamaliza balance. ni kweli eh, ni kweli ni sawa sawa kabisa kisha mtumio pesa ntapigia my lawyer, hmm. na ndugu yangu watakuja watakuja wakimletea hiyo check. Hmm. E, so wafanye pia transfer no, na wamalizane hmm. eh. Hey, naye ndugu yangu Yaani, <laughs> <laughs> <laughs> So, mzee Mi, um, mimi ile kitu naweza sema nimefurahia sana sababu huyu ni Mungu amekuja, sababu ningekuwa ningekuwa hali mbaya um. mimi nilikuwa um, niuze shamba yangu yenye niligawiwa na wazazi wangu um. sikuwa na shida sababu um ni vibaya sana kukura kucha, chenye ambacho si cha haki sababu hata chenye nilikuwa nakura kwa, kwa bibi yangu mm. nichenye aye mwenye alikuwa ananitumia mm. na sefu nikikura enye mm. nimekura na sefu ingine naenda naendanaa shamba, lakini kwa jambo yenye nilifanya kuibia mtoto wake taito ya shamba ya, ya, ya Muranga mm ikasababisha aleta daktari akuja na hasira hmm. Mi niona tu hata hii yangu ya ya, ya, ya, ya keno na Kirinyaga hmm. akidami naweza mpatia hmm. hmm. Lakini mi pia nashukuru sana maade kwa kuwa na hiyo roho ya kuweza kusikiza na kumaliza hizi vitu haraka haraka. Unajua, ingekuwa rahisi sana kwa mtu mwingine kufanya kitu yenye unafanya nashukuru sana, uendelee kuwa na hiyo roho na utabarikiwa zaidi. Asanti sana, pia nashukuru mm. Mimi ni mtu tu kama wale wengine mm. Kwa hivyo siwezi, siwezi taka mtu apitie ile jia nimepitia. mm. siwezi siwezi taka huu ndugu mm. na ajui haya mambo mm. nako pale jazo yake yote mm. nikae nayo, hata mi naweza beba laana ya Mungu. Watu wanasemanga hakuna laana, lakini iko mm. ya Mungu, naogopa Mungu okay. ndio maana sitaki mm. kitu ya wenyewe mm na vile daktari amenifanyia kazi iliku, nilikuwa nimefika mwisho ya kwamba sina, sina kitu. Kitu na kama Mungu amefanya nifike hapa nimepata zi vitu zingine zangu za mm. mm. okay, ni vizuri kabisa ile so, yeah. kitu iko mm. nitasimama sima, nita, hapa kufanyia huu Ma haki yake wakiwa na ndugu yake, sababu hata venye ndugu yake aliletwa na kanini, aliletwa kiheshima. Na sisi tulikuwa tunataka kuuza nini? Mimi nilikuwa nataka kuuza shamba, na juu si kwani nataka kukula ambazo si changu, mimi nitafanya tuende naye tufanye transfer agreement yenye tulikuwa nayo, ule ndugu yako ako na fotokopi na mimi niko na fotokopi, kwa hivyo mambo yote iko sawa Iko sahihi, na kitu tutafanya na transfer tu, nitaenda tukiwa na huyu. Ukimpatia pesa ni msimamie au umpatie pesa, sababu mimi si agreement ilikuwa ni mimi na ndugu yako? Siwe hakuna penye utampatia pesa kama mimi siko, mm, ndio nihakikisha kama ni hiyo milioni, ni usimunyanga usimunyanganye, unanielewa? Mm, ndio na mimi hii title ni kukabidhi na tufanya transfer ikuje kwa njia kwa sasa hii Apa, tumesimama. Uh, uh, mm, hapa tumesimama. Unajua, kama sio brother yako kunitumia namba yako, hata ungekuja hapa mambo yako ingeenda sawa, tungejua labda ni ujanja unatufanyia, lakini mm, sasa bradha yako alinitumia mm, namba na kanitumia picha kaniambia huyu ndio mm, mwenye shamba na amerudi, yeah. so watakuwa hapo mimi mwenyewe labda naweza kosa. Tunashukuru. mm. mm. mm. An alinipigia simu akaniambia hiyo shamba imeanza kuleta kesi na ni kama inamlemea sasa, ikabidi niache kazi mali, ilibidi nimeomba tu an emergency off e, ya siku lift kama ya siku mbili tatu, ilibidi nimepanda ndege an emergency one, nikapanda nikaland jana e, ndio nikuje leo pia loya wangu anajua niko huku okay. E, so leo nikishatoka hapa naenda kwake nimwambie vile tumeagree, after that anakuja na hii agreement alikupatia. Pia mi niko nayo, alinitumia soft copy, niko nayo oh, okay. e, e, hiyo niko nayo pia mimi na loya wangu pia ako nayo okay. Sasa ile kitu yote tunafanya hapa ni legit okay. Si ishu tu ilikuwa ni kama kama ingeleta mambo mingi, ndio sasa loya tungepatana kotini okay. Lakini kwa sahii juu unaona hakuna mambo, okay. Sasa tutabiri tu tushaona tu shamba hivi, tuone agreement vile pesa zenu by then, nikitoka hapa by tomorrow ndakuwa nishatuma hiyo pesa yeah. E, transfer unaweza fanya hata oh, kesho. Yeah. Sasa, sasa mimi, mimi pale tumesimama hapa mm. E, nimemleta kwa shamba hatuko mm. Aiko mbali tu hapa mm. Na sisi mi nitamuonyesha pale kutoka pale imefika na imeanzia na pale imefika mm. Ndio mkue na ukweli wa maneno, hata bibi yangu, shamba imeanzia hapa hmm. hmm. ikoni ya kwanza ni ile hai kokoto unaona hapa. Matilio nilikuwa nimepatia huyu rafiki yangu amwaga matilio, sababu angepata pale pengine pakumwaga isipokuwa hapa kumwaga, eh, matilio hmm. akimaliza ata hmm. ondoa tu hmm. Hmm. sasa inafika ina ina mpaka pale hmm. Uh, hapo, hapo kuna kanjia mm, kuna ka uh, skipi hapo mm, imeenda imefika huko imefika okay. Huko unaona zile majani zimeanguka huko hapo mm, ndipo lakini hapo naona mpaka imeanguka sasa. Si utarekebisha tu kama itarekebishwa tu, sababu unaona pale imefika hapo, kwa hiyo maua mm, mpaka pale mm, pale mpaka mpaka hiyo, venye hizo vitu zimeangushwa hapo majani imeangusha hapo ndipo nadhani tutazunguka yeah, lakini tutavu. Director, kwa nini kwa hiyo najua na, na imeenda sana, si sindio? E, utakata, tutazunguka tuangalie kidogo ndio at least tu jamaa ize kujua mahali anafikia, alafu kwa hiyo mpaka zenye zimeanguka anguka mzee, si au at liyo. Least, yeah, utarekebisha najua, nikishamwonyesha yeah, hata yeye mwenyewe mm, atachukua jukumu juu itakuwa yake, okay, yeah. Yeah.